Kuna uwezekano beki wa kazi ndani ya kikosi cha Simba Che Malone Fondo huenda akawa miongoni mwa wachezaji watakokuwa kwenye kikosi cha Simba kitakachoanza kwenye mchezo dhidi ya Al Masry wa kombe la Shirikisho Afrika unaotarajiwa kuchezwa uwanja wa Mkapa Aprili 9 2025 baada ya kuwa nje kwa muda akipambania hali yake kurejea kwenye ubora. Hakuwa sehemu ya kikosi ambacho kilikuwa nchini Misri na kile ambacho kilicheza mchezo wa kombe la Shirikisho April mbili, uwanja wa Suez Canal, ambapo baada ya dakika 90 ubao ukasoma Al Masr mbili sifuri Simba. Hivyo mlima umekuwa ni mzito, mlima ni mkubwa kwa Simba kupata ushindi kwenye mchezo wa pili unaotarajiwa kuchezwa uwanja wa Mkapa April 9. Ikumbukwa kwamba Che Malone alipata maumivu kwenye mchezo dhidi ya Azam FC ambao ulikuwa ni wa ligi kuu Tanzania Bara ambayo ni ligi namba nne kwa ubora, uwanja wa Mkapa, na baada ya dakika 90 ubao ulisoma Simba mbili mbili Azam. Wababe hao kwenye mzizi madabi waligawana pointi moja moja, ilikuwa ni Februari 24 na 2025 mchezo huo ulichezwa na mbali na Che Malone. Kipa namba moja pia wa Simba Musa Kamara naye alipata maumivu kwenye mchezo huo, lakini alikuwa sehemu ya kikosi kilichoanza kwenye mchezo dhidi ya Al Masr nchini Misri, alipoanza langoni na alishuhudia akitunguliwa mabao mawili ndani ya dakika tisini, bao moja kila kipindi. Kipindi cha kwanza alitunguliwa bao moja dakika ya 15 na kipindi cha pili alitunguliwa bao moja dakika ya 86. Che Malone alikuwa Bongo baada ya kupatiwa matibabu nchini Morocco na anatajwa kwamba amepewa programu maalum ambayo huenda ikamfanya akawa miongoni mwa wachezaji watakaoanza katika kikosi hicho kwenye mchezo wa ugenini nchini Misri. Hamza Junior Chamo, hawa walikuwa miongoni mwa mabeki ambao walikuwa katika kikosi cha Simba kinachonolewa na kocha mkuu Fadlu Davids. Sauti ya Lunyamadi Zomliuka e boy